Ziara ya mafunzo ya mabibi shamba na mabwana shamba pamoja na viongozi wa mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania kanda ya Zanzibar imefanyika mkoani Morogoro kwa muda wa siku tatu kuanzia tarehe kumi na tatu hadi tarehe kumi na tano. Ziara hii ilihusisha washiriki thelathini na tano kutoka Unguja na Pemba, wakiwemo wanawake ishirini na nne na wanaume kumi na moja. Lengo la ziara hii lilikuwa ni kujifunza na kubadilishana uzoefu kupitia mbinu shirikishi za kilimo kati ya wizara ya kilimo umwagiliaji, maliasili na mifugo Zanzibar na wizara ya kilimo Tanzania bara chini ya mradi wa TFSRP. Kupitia ziara hii washiriki walitarajia kuongeza uelewa kuhusu uzalishaji wa mazao ya chakula, utafiti wa mbegu bora, maendeleo ya miundombinu ya umwagiliaji, pamoja na mbinu bora za usambazaji wa elimu ya kilimo kwa wakulima. Siku ya kwanza ya ziara ilihusisha kutembelea kituo cha utafiti wa kilimo cha Tari Dakawa kilichopo wilaya ya Mvumero. Hapa walishiriki walijifunza mbinu za uzalishaji na kuhifadhi mbegu bora za nafaka, mboga mboga na matunda. Aidha, walitembelea shamba la mkulima wa migomba katika eneo la Dakawa na kujifunza njia bora za uzalishaji ikiwemo kuchanganya mazao katika shamba moja kwa tija zaidi. Kwa jina naitwa Fatma Himidiali, ni afisa kiungo katika mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Zanzibar katika kitengo cha elimu kwa wakulima. Lengo la ziara hii ni kufika Morogoro kuja kujifunza teknolojia mbalimbali mbali, na ziara hii imekusanya maafisa kilimo kutoka Zanzibar, kutoka idara ya umwagiliaji maji na idara ya kilimo na uhakika wa chakula lengo haswa ni kufika Morogoro na kutembelea maeneo ya Dakawa, viwanja vya nane nane, na taasisi ya utafiti ya TARI kwa madhumuni ya kujifunza teknolojia mbalimbali mbali, ambazo zinafanywa ama zinapatikana zina katika taasisi ya utafiti na kufikishwa kwa wakulima ili kuweza kuzalisha na kuongeza mazao lengo hasa ni kuona ule utofauti ambao wao wanafanya zile shughuli zao, lakini ni kwa vipi wale wenzetu wanafikia mafanikio kupitia hizo teknolojia mpya ambazo zipo. Kwa hiyo lengo hasa wao ni kutoka kule kuja kuona kipi kipo huku kwa wenzetu, ambapo kule sisi hatuna na kukichukua na kuweza kukifanyia kazi ili tufikie lile lengo hasa la kuongeza uzalishaji katika kilimo chetu. Ziara hii ni ya siku tatu na kwa leo tumeanza katika taasisi ya utafiti Dakawa, na lengo hasa ilikuwa ni kupata maelezo juu ya kwanza, muundo wa taasisi na shughuli ambazo zinafanyika kwenye taasisi, lakini pia tukapata kutembelea shamba la mkulima ambalo anaalima ana kwa kutumia zile teknolojia mbalimbali mbali ambazo amezipata kupitia taasisi hii ya utafiti na kwenye eneo ambalo tumetembelea, tumeona kilimo cha migomba lakini pamoja na mboga mboga ambacho amelima kwa kutumia teknolojia bora na za kisasa. Tumejifunza kama uandaaji wa eneo kwa zao la migomba, ameandaa mashimo ambayo yata, yataweza kuhimili kwanza ule mgomba lakini pia utaweza utauwezesha mgomba uweze kukaa kwa muda mrefu, na kuepusha zile changamoto kama upepo utakapotokea, kwa sababu ametumia shimo ambalo ni la mita moja urefu na upana, ambalo pia litakuwa linaingizwa mbolea kwa kiwango cha debe tano kulingana na uwezo wa mkulima. Lakini ili upate mazao bora na uweze kuzalisha vizuri zaidi, mkulima ameshauri kwamba unaweza kutumia teknolojia hii ya kuandaa shimo la mita moja upana na urefu, lakini usipungue debe tano za mbolea ya samadi, ambayo hii itapelekea uzalishaji mkubwa kwenye ndizi. Siku ya pili ya ziara iliendelea katika bonde la umwagiliaji la Mkindo ambapo washiriki walijionea kwa vitendo mbinu bora za kilimo shadidi au climate smart agriculture. Walijifunza jinsi ya wakulima wa, wa eneo hilo wanavyonufaika na mfumo wa umwagiliaji pamoja na ushirikiano wao katika kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa jina mi naitwa Maua Hamisi, mimi ndo mkulima. mi hapa ndo mwenye eneo hili hapa, ni mkulima kiongozi. Lakini ni mambo mengi sana tumejifunza kutoka kwenye kilimo chetu hichi, kwanza ni tulitafuta mbegu bora kutoka TARI halafu tukaja hapo tukaiweka hiyo mbegu. Baada ya siku ya kumi na mbili tukaanza kupandikiza. Baada ya kupandikiza, nikapandikiza mbegu, baada ndani ya siku saba nikaweka mbolea ya dapo ya kupandia. Nilipotoka hapo, baada ya siku ishirini na moja nikaweka mbolea, mbolea ya kukuzia ya pacha, yani baada ya siku ishirini na moja na mpaka hivi leo mnapoona huu mpunga wangu una siku una mwezi mmoja, mmoja, na siku kama kumi na nne, una mwezi mmoja na wiki mbili. Lakini kazi ndio hiyo tunaifanya, tunapandikiza hapo, tunashirikiana hapa na mabwana shamba, tunashirikiana na watu watalii, umekuja wote hapa, ndio huduma ndio tunazozifanya hapa shambani kwangu. Mimi naitwa Fabiola Pitalanga Langa, ni mtafiti wa kilimo katika taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI. Nipo katika kituo cha Dakawa, lakini pia ni mratibu wa uaurishaji wa teknolojia na mahusiano, kwa maana nimesimamia idara ambayo inahusika na usambazaji wa teknolojia za kilimo ambazo zimegundulika kupitia kazi zetu za utafiti kuweza kuwafikia walengwa, kwa maana wakulima, wadau wengine wote wanunuzi wa, wa, wa mchele na wadau wengine wote ambao wanahusika katika mnyororo mzima wa thamani wa zao la mpunga. Na kwa kweli tunashukuru tumepokea ugeni kutoka Zanzibar wa, wa maafisa ugani kama thelathini na moja kupitia mradi wa TFSRP. Kwa kweli kupitia mradi huu tumefurahia kwa maana kwamba tumeweza kuwapokea wa maafisa kilimo. Uh, wamefika hapa kituoni kwetu TARI Dakawa kujifunza mambo mbalimbali mbali, lakini pia tumeweza kwa pamoja kubadilishana kwa namna ambavyo hizi shughuli za kitafiti za kilimo zinawafikia wakulima kwa kushirikiana na maafisa ugani wa ngazi mbalimbali. Kwa hiyo kwa pamoja tumeweza kujadili, kwa pamoja tumeweza kuonyesha namna sisi tunafanya kazi kama idara ya uhawilishaji wa teknolojia inavyoshirikiana moja kwa moja na maafisa kilimo wa nchini kwetu kwamba hizi teknolojia tunapo, zinapogunduliwa kitafiti lazima ziwafikie walengwa kupitia wao, na kwa kweli tumejifunza mengi kutoka kwao na wao wamejifunza vitu vingi kutoka kwao, namna ambavyo hizi uh, idara za kitafiti kumbe, ili kuwafikia walengwa kirahisi lazima zifanye kazi pamoja na maafisa ugani kwa hiyo lazima kuwe na mahusiano ma ya moja kwa moja kwamba tunavyoenda kufanya kazi za ualishaji wa teknolojia, kama kuanzisha mashamba mfano, kumbe hatuendi tu kama watafiti, lazima tupitie halmashauri, lazima tupitie ile idara inayohusika na mambo ya extension, afisa ugani, kwa sababu wao ndio wanafanya kazi na wakulima moja kwa moja. Kwa hiyo, kumbe mtu wa kwanza katika kumwezesha kufahamu teknolojia zetu za kilimo zinapogundulika ni maafisa kilimo ili kwamba sasa wao wanapozijua wanasaidia ile kazi ya usambazaji ina, inakuwa rahisi, lakini pia ile, ile teknolojia inakuwa rahisi kutumiwa na wakulima kwa sababu inawafikia moja kwa moja kupitia afisa kilimo au na wakulima viongozi. Lakini pia tumepata fursa, tumeweza kutembea nao kuangalia mm, uh, mashamba mbalimbali ya umwagiliaji kama vile Mkindo, kuzungumza na wakulima viongozi ambapo tunaweka demonstration plot Yaani mashamba mfano, wameweza kujua namna gani wananufaika na, na teknolojia za TARI za kilimo cha mpunga kupitia kituo cha TARI Dakawa, namna ambazo zinawafikia, wameweza kuzungumza na wakulima na kujiana na maswali, namna gani wanashirikiana na maafisa kilimo wao ili kuweza kuleta tija katika kilimo cha mpunga. Kwa kweli mimi kwangu hii kazi hii shughuli ambayo imefanyika ya kutembeleana imenipa hamasa kubwa, kwa sababu Tanzania ni moja. Ukisema Tanzania, maana kuna bara na Zanzibar, kumbe kuna haja basi katika chochote, teknolojia yoyote ambayo inagundulika Tanzania, haijarishi Tanzania bara ama Zanzibar, iwanufaishe wakulima wote wa Tanzania. Kwa hiyo kupitia hii kutembeleana, moja teknolojia zetu sasa tutakazozigundua zitaweza kuwafikia wakulima wote nchi nzima, kwa maana teknolojia ikigunduliwa Zanzibar, tunavyofanya hii hali ya kutembeleana, tukienda Zanzibar au wakija, tukashirikiana na sisi, tutaijua tutaweza kunufaika nayo. Lakini vilevile teknolojia ikigunduliwa huku na kule, na kwenyewe itaonekana kwa urahisi na pia watanufaika nayo. Kwa hiyo nimeona hii ni kitu kizuri na ninatamani kiwe endelevu kiwe endelevu, pengine kichukue muda zaidi, badala ya hii ya kutembea tu, ifike mahali tufanye, yani iwe practical, yani tufanye majaribio pamoja, yawepo Zanzibar tuende tukashiriki, tukafanye mashamba mfano pamoja, tujifunze teknolojia mbalimbali, itakuwa ina manufaa zaidi kwa nchi. Mimi kwa jina naitwa Sibira Sheheali, ni bibi shamba katika bonde la Mtwango Unguja. Lengo la ziara yetu hii ni kuja kujifunza yale ambayo wanayafanya wenzetu katika bonde lao hili la la mpunga la uzalishaji, na kutokana na maelezo yao tumepata kujua yale mafanikio kutokana na huu mradi ambao unaendelea wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania. Jambo kubwa ambalo wanakuwa wanalifanya ni kufanya shamba darasa, ili kuweza wakulima wote waweze kupita na kuona kujua jinsi gani wenzao wanafanya na wao waweze kutatua katika maeneo yao haya. Hali halisi ambayo tumeiona huko kwetu sisi ni ufupi wako vizuri, hususan katika swala so zima la uendeshaji wa eneo lao la uzalishaji. Kwanza kabisa katika swala la u... ufuataji wa kalenda ambao unapangwa na bibi shamba pamoja na yale zile kamati ambazo zipo, wakulima wanakuwa wapo tayari kufata na katika wale ambao wanakuwa hawafati basi kuna adhabu ambazo wanakuwa wanapewa, na hili swala hili ambalo ni kwetu sisi kule inakuwa ni gumu sana kulifanya, kwamba tunakuwa tunapanga ratiba, lakini kunakuwa kunatokezea baadhi ya wakulima wanakuwa hawapati ipasavyo. Pia kuna sheria wenzetu ambazo wameziweka na wanaziwekea mkakati kwamba kama hukufata ratiba ipasavyo, kuna faini ambazo wanakuwa wanatoa, lakini kule kwetu sisi hakuna kwa hiyo kikubwa tunachotakiwa kama sisi mabibi shamba wachache ambao tumekuja hapa, tulichukue hili tuende tukabadilishe katika maeneo yetu sisi ya kazi, kwa sababu tunawajua wakulima wetu wengi ni wa wakaidi, lakini tunatakiwa tuwabadilishe kidogo kidogo, ili na, na sisi tu, tubadilike na tutoke pale tulipo tuwe tunafanya vizuri kama hawa wenzetu, kwa sababu ukiangalia hali halisi ilivyo mazingira ni mpunga, ukiangalia tu unavutia kutokana na zile taratibu ambazo wanaziweka wenzetu, tumejifunza vitu vingi, lakini kikubwa zaidi tulichojifunza kwamba hawa wenzetu wanalima misimu miwili kama sisi kule kwetu watu wa irrigation. Lakini pia wao wakati wa msimu wa vuli wanajipanga kwamba wanapanda mbegu zao mbili tu, ambayo ni zaro 5, saro 5 na Komboka, hizi zinakuwa hazipishani katika uzaaji wake, wanawahi kuvuna mapema ili waendelee na msimu mwingine. Tofauti na kule kwetu, tunakuta msimu wa vuli unajikuta mkulima anapanda Bagamoyo, anapanda supabisi au mbegu yoyote ambayo yeye mwenyewe anahisi imemkalia vizuri, yani anahisi hii inaipenda. Lakini kumbe tunatakiwa tuangalie na misimu, na hii pia inasaidia kwa sisi watu wa irrigation katika upotevu wa maji kwa sababu tunapolima mbegu ya miezi minne na unajikuta maji tunatoa huduma kwa yote ile miezi minne, lakini kama hivi miezi mitatu a, ni muda mfupi ambao tunatumia maji, kwa hiyo hatupotea sana. Ushauri wangu, kwanza, sisi mabibi shamba tunatakiwa tuwe tumebeba hizi, tumebeba haya tuliyoyakuta huku kuwapelekea kwanza, tuwapelekee mabibi shamba wenzetu, kwa sababu hii safari tuliokuja hapa ni mabibi shamba kidogo kuliko tuliowacha kule. Kwa hiyo kwanza tuwaeleze wenzetu nini tumekikuta na kimefanyika vipi. Baada ya hapo, tuwaelezee wale wakulima ambacho tulikwenda sehemu, tulikwenda Morogoro katika skimu ya Mkindu, tumekuta kwamba wenzetu wanafanya hivi hivi hivi. Kwa hiyo na sisi tuna mfano wa kuiga kwa hawa wenzetu na kule kwetu tuna mfano wa kuiga ili tukazidi kuongeza uzalishaji wa mpunga. Siku ya tatu na ya mwisho ya wa ziara, washiriki walitembelea eneo la maonyesho ya kilimo Nane Nane mkoa mkoani Morogoro. Hapa walijionea namna wataalamu wa utafiti wa kilimo wanavyotekeleza shughuli zao za ubunifu na majaribio ya teknolojia mbalimbali mbali za kilimo. Kwa jina naitwa Mohamed Faida, ni afisa kiungo wa masuala ya mbegu kupitia mradi huu wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania, mradi ambao una lengo kuu la kuhakikisha uhakika wa chakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yapo sasa. Mradi huu una malengo makuu matatu, likiwemo moja, ukarabati wa miundombinu ya mwagiliaji ya sehemu za umwagiliaji katika mabonde ya mpunga Unguja na Pemba, na lengo la pili likiwa ni kufanya tafiti mbalimbali zinazohusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kupata aina za mbegu ambazo ni himilivu kutokana na mabadiliko ambayo yapo, na suala la tatu ni suala la upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima ambao wanahusika katika kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo zao la mpunga zao la migomba, mihogo, jamii ya kunde na mbogamboga mboga. Sasa kupitia mradi huu tumeandaa ziara ya kimafunzo mkoani Morogoro, hasa katika wilaya ya Mvomero almashauri ya Mvomero katika kujifunza zaidi, na ziara hii inahusisha mabwana na mabibi shamba wapatao thelathini na tatu kutoka wilaya kumi za Unguja na Pemba na lengo kuu hasa ikiwa ni kujifunza mambo mbalimbali ikiwa pamoja na teknolojia mpya ambazo zipo na zinatumika kwa wenzetu uh, zinazohusiana na uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali, hususan zao la mpunga, zao la migomba kwenye mihogo na mazao mengine. Sasa ziara hii ni ya muda wa siku nne na zaidi ilijikita katika kutembelea wiza, uh, wilaya ya Mvomero na kwenye taasisi ya utafiti ambapo taasisi hii ambayo iko Dakawa, hapa tumeweza kujifunza mambo mbalimbali, hasa ya teknolojia ambazo wenzetu wamezivumbua au wanazitumia kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo kwa wakulima wetu na kuna vitu vingi ambao mabibi shamba hawa na mabwana shamba wameweza kujifunza, na teknolojia hizi ni muhimu hasa kwa upande wetu, ikiwemo teknolojia moja ambayo wanatumia wenzetu sasa hivi wanaita kitalu mkeka kwa zao la mpunga, ambayo ni inasaidia hasa kwenye masuala ya upatikanaji wa miche ambayo ni bora na uandaaji rahisi wa hivi vitalu hasa kwenye zao la mpunga. Uh, na pia ni teknolojia ambayo inawezesha hata miche kutumia hizi mashine kwa ajili ya kupandikiza. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo tumeweza kuiona na mabibi shamba wetu wamefurahishwa na hii teknolojia na wa, tuna matumaini makubwa kwamba wataporudi nyumbani wanaweza wakatumia teknolojia hiyo. Mbali ya hiyo, kuna vitu vingine vingi ambavyo tumejifunza kama jana tulitembelea katika bonde la Mkindu na kule tumeweza kuona wakulima na tukafanya nao mazungumzo na kuona hali halisi na vipi wenzetu ambao sasa wako kwenye hali nzuri ya uzalishaji na wanaweza kuzalisha mazao kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wamepita wa, wa na kujifunza, tangu juzi, jana na leo. Pia tumetembelea sehemu ya habu hii ya utafiti hapa Morogoro, Nane Nane, katika viwanja vya Nane Nane na napo wameweza kupata teknolojia nyingine zaidi kwenye mazao mengine kama ya viazi uh, mahindi na mazao mengine. Sasa pia tumepata fursa ya kukutana na katibu tawala wa mkoa wa Morogoro ambaye naye tumeweza kujadiliana naye vitu vingi vinavyohusiana na masuala ya kilimo hasa kwenye upande wa uzalishaji wa mazao ya viungo na pia akatupa ushauri mwingi ambao tumeuchukua kwa ajili ya kufanyia kazi hasa kwenye uzalishaji wa mazao ya viungo ikiwemo karafuu uh, iliki, mdalasini na mazao mengine. Kwa hiyo ni ziara ya mafanikio kwa kweli, ambayo tumeifanya na tuna matumaini kwamba wataalamu wetu watakaporudi nyumbani Zanzibar, wataweza kuwasaidia zaidi wakulima katika kupeleka hizo teknolojia ambazo wameweza kujifunza tulipokuja huku ili kuweza kufikia lile lengo kuu la mradi la kuweza uh, kupata uhimilivu katika upatikanaji wa chakula kwa kujitegemea. Ziara hii ilihitimishwa rasmi na mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adam Malima ambaye aliwapongeza washiriki kwa kujitokeza, kujifunza na kuahidi kuendeleza ushirikiano baina ya Tanzania bara na Zanzibar katika kukuza sekta ya kilimo na mimi nimemshukuru sana kwamba Sofia hapa na wenzake wa TARI Dakawa wameliweka hilo mbele na wametaka kukumbushia kwenu kwamba nyinyi hapa hamko kama ajali. Nyinyi mko hapa kama sehemu ya mahusiano baina ya ndugu katika misingi ya Muungano. Kwa hiyo tuna mambo mengi bado ya kujadili, tuna mazao mengi ya kujadili, na mimi nataka nikuambieni tu kwamba na mimi namuomba Sofia aandae watu hatari na nyinyi mwendeni Zanzibar mkajifunze mengi, mnao ya kujifunza. Kwa hiyo nataka nikuambieni tu kwamba nendeni mkafungue milango na msione hili jambo likawa zito. Narejea tena mwishoni katika hali ambayo nilisema kwenye mada. Nawashukuru sana, asanteni sana. Kikao ni ziara yenu nimeifunga asanteni sana. Kupitia ziara hii mabibi shamba na bwana shamba wamepata maarifa mapya yatakayowawezesha kuboresha kilimo chenye tija kuhimili mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza usalama wa chakula nchini. Mradi wa uhimilivu wa mfumo wa chakula Tanzania, kanda ya Zanzibar, TFSRP, kwa pamoja tunalijenga taifa lenye uhakika wa chakula. Leila Ali, Kilimo TV.